Ya. Kwa mara ya kwanza Ofisi ya Msajili wa Hazina inashiriki kwenye maonyesho haya ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba, ikiwa ni mwendelezo wa tafsiri ya ndoto ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, katika kuongeza na kuimarisha utendaji ndani ya taasisi na mashirika haya ya umma, lengo likiwa ni kuleta tija lakini kuleta rejesho halisi la uwekezaji ambao umefanywa ndani ya hizi taasisi zetu za umma. Pamoja na hayo, maono hayo ya Mheshimiwa Rais yametafsiriwa na Ofisi ya Msajili wa Hazina, ikiwa ni moja ni kuleta uwajibikaji ndani ya taasisi hizi. Tunapozungumza uwajibikaji ni kwa sababu tunazungumzia ni mali za umma, basi e, taasisi hizi zinawajibika moja kwa moja kwa umma ndio maana tuko mahali hapa Sabasaba kwa mwaka huu 2025, lengo letu likiwa ni kuwafikia wadau wote kwa ujumla wao kuzungumza nao kupokea maoni, lakini pia kuwaelezea yale ambayo tumefanikiwa kuyatekeleza katika kipindi hiki cha miaka minne ya serikali ya awamu ya awamu ya sita. Kwa maana hiyo nawakaribisha wadau wetu wote taasisi za umma e, wadau wa maendeleo lakini wananchi kwa ujumla wao kufika katika banda hili. Banda letu lipo katika ukumbi huu wa Kilimanjaro banda namba 39. E, waje wajipatie elimu e, na uelewa kuhusu uwekezaji unaofanywa na serikali katika mashirika ya umma. Karibuni sana Sabasaba, e, mwaka 2025 225, tupo pamoja. Karibuni sana.